Ah, karibuni sana wapenzi watazamaji wa channel yetu ya Mofiky Media. Ah, watu wengi wamekuwa na maswala na tuoji bwana channel ya Mofiky Media mnahusika na nini sasa? Sasa leo nimeamua niji hapa niwaelezee channel yetu ya Mofiky Media tunafanya nini. Cha kwanza, channel ya Mofiky Media ni da mchanga. Alafu pia channel yetu hii ya Mofiky Media imekuja kwa ajili ya kuibua vipaji ambavyo vilijificha. Kuna vipaji mbalimbali ambavyo vijana wanavyo mtaani ila hawajapata sehemu au chombo ambacho kitaweza kuwapelekea kazi zao. Sasa tumekuja na hii channel ya Mofiky Media ili vijana wote ambao wenye kutaka kusapotiwa. Channel hii ya Mofiky Media imekuja kukuza vipaji vya watu mbalimbali kama ndani baadhi ya vitu vyetu tumerusha, kuna kijana anaitwa King Sierra, ni mtaalamu wa graphics, mtaalamu wa editing. Wapo watu wengi wengi humo ndani. Kubwa zaidi tunakuza vipaji vya vijana ambao wanataka kutoka. Jamani channel tunapatikana katika mitandao yetu ya kijamii hapo ya, ya kwanza ukianza na YouTube channel Mofiky Media, TikTok Mofiky Media, Instagram Mofiky Media, Facebook Mofiky Media. Ila kwa maelezo zaidi ukitaka kuwasiliana na sisi kwa namba tunapatikana 0753 67 23 15. Utapiga kwa na maono na kitu chochote unataka tukuelezee, utapiga kwenye namba hizo hapo chini zinazopita. Kwa hiyo kikubwa zaidi, channel yetu hii ya Mofiky Media ni channel ambayo imekuja kukuza na kuinua vipaji ambavyo vipo chini vimejificha. Shukrani sana.